Leo tutaenda kuangalia umuhimu wa kuishi katika umoja, umuhimu wa kuishi katika umoja. Mwenyezi Mungu amekwisha kuona ndani ya dunia hii ambayo amekwisha kuiumba yeye, ndani ya dunia hii kwamba yapo matengano mbalimbali, matengano katika makanisa matengano katika ndugu, matengano katika ndoa. Yapo matengano mbalimbali ambayo matengano hayo yanasababishwa na migogoro fulani, ambao katika hiyo migogoro Mungu hayupo katikati ya hiyo migogoro. Bwana Yesu asifiwe! Tena basi katika matengano, Mwenyezi Mungu amekwisha kuona jambo kwamba hakuna wapatanishi na hakuna mapatano. Bwana Yesu asifiwe tena. Ni kwamba watu wamefurahia watu kuwa na matengano mbalimbali matabaka mbalimbali hivyo Mwenyezi Mungu amekwisha kutoa neno kwa wale wote ambao ni mawakili wake wapo watu ambao wanasimama kama maaskofu na wachungaji mbalimbali mbali, watumishi wa Mungu ambao moja kwa moja wao moja kwa moja wameingia katika kuwachanisha na kukosanisha umoja mbalimbali kupitia maneno ambayo hayatokani na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe tena, hivyo Mtu akipata tatizo akamfata, akamfata mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu ambacho anakiangalia yeye ni pesa na siyo sauti ya Mungu, jambo ambalo linapelekea kwamba adui amechukua nafasi kwa watumishi wa Mungu katika kuvuruga mambo. Bwana Yesu asifiwe. Tena basi Mungu anamtaka mwanadamu ambaye amesimama kwenye nafasi yake, ambaye siye mwharibifu kwa sababu tunajua umoja, hakuna ambaye anaweza akaunda zaidi ya Roho Mtakatifu. Mwanadamu aliyepewa nguvu ya Roho Mtakatifu ndiye ambaye anaweza akaunda umoja, hivyo unakuwa ni umoja ndani ya Roho Mtakatifu. hivyo mwanadamu yoyote ambaye hana Roho Mtakatifu, hata awe na pesa vipi, awe na mwonekano vipi, awe na mali gani, hawezi akaunda umoja, kwa sababu hana Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tena ukisoma kitabu cha Tito sura ya kwanza mstari wa saba kuanzia mstari wa saba mpaka wa kumi unasema kwamba maana imempasa askofu awe mtu asiyeshtakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu; asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa asila, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu, bali awe mkaribishaji, mpenda wema, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwenye kudhibiti nafsi yake akilishika lile neno la imani vilevile vile kama alivyofundishwa, apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda, na kuwashinda wenye kupinga. Kwa maana kuna wengi wasiotii, wenye maneno yasiyo na maana wadanganyaji na hasa wale wa tohara ambao yapasa wazibe vinywa vyao. Bwana Yesu wasifiwe. Tena hivyo, Mwenyezi Mungu amekwisha kuangalia katika upande wa watumishi wa Mungu kwamba kuna watu ambao wanalijua neno la Mungu na pia wapo na ni watu ambao tayari wamefanyiwa tohara tayari wanaojua ukweli wa Mungu mwenyewe. Hawa wanafatwa na watumishi wanaofuata na watumishi wa Mungu kwa ajili ya changamoto mbalimbali mbali, kwa sababu hawa wanaijua kweli, wanaijua kweli hawaifuati ile ambayo ni kweli, bali wanafuata matakwa ya yule mtu ambaye amekwisha kuwafuata. Bwana Yesu wasifiwe tena. Yaani, mtu anakuwa ana tatizo lakini hataki tatizo hilo liishe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, anataka liishe kwa njia ya pesa. Bwana Yesu wasifiwe tena. Hivyo huu umekuwa ni uozo kwa watumishi wa Mungu kwa sababu wamekuwa wakipoteza mambo mbalimbali mbali, ambapo wamekuja wameingilia mpaka upande wa Mungu, wamekuja wamevunja ndoa, wamekuja wamegeuka, wamekuwa wao ni wadanganyifu katika watu hao. Jambo la kwanza, ukiwa mtu wa Mungu, Mungu anasema Lazima uwe mpatanishi na usijipendelee nafsi yako, hivyo usije ukaziona pesa hizo ambazo unachukua zitakusaidia kitu. Umedanganywa na nafsi, ndugu yangu. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu hajawahi, hajawahi penda kuachana kwa wanadamu ambao tayari wanandoa. Wapo watu ambao moja kwa moja matatizo ya kifamilia kwa matatizo ya kifamilia mfano ndoa, wakipelekewa hayo matatizo moja kwa moja, wao wanalenga kwenye maneno ya kuachana tunajua kwamba zipo changamoto mbalimbali mbali, katika kuteleza katika kuishi. Wapo watu ambao wanaanza na ndoa vizuri wanakutana vizuri, lakini unakuta adui anakuja kupita kwa sababu ya mlango moja kwa moja ulikwisha kuacha kuachwa wazi katika pande zote mbili. Kwa hiyo unakuta adui anakuwa amepenya kwa kiasi kikubwa, hivyo inatokea taharuki moja kwa moja adui akitukuka, sio mwanzo wa kuvunja ndoa na sio mwanzo wa kuleta hatari katika ndoa. Wewe ukiwa mtumishi wa Mungu umeletewa mambo hayo. Jambo la kwanza inatakiwa uyapeleke kwa Mungu kwa sababu ni kazi ya Mungu. Hivyo Mungu atakupa jambo ambalo lilitendeka na chanzo moja kwa moja. Wewe utaenda katika Roho Mtakatifu na utawapatanisha watu hao kwa sababu Mungu anataka umoja. Bwana Yesu asifiwe tena. Wapo watu ambao wapo kuwachunguza wale watu ambao wana mahusiano na kuwalinganisha kimwili kwamba hawa watu hawaendani, hawa watu hawaendani, mwisho ukuta, wanaongea mambo magumu mpaka wakasababisha ndoa nyingi zikavunjika. Bwana Yesu wasifiwe. Tukisoma kitabu cha Malaki sura ya pili mstari wa kumi na sita kinasema kwamba maana nachukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli, naye aifunikizaye nguo yake kwa, kwa udhalimu na mchukia, asema Bwana wa majeshi. Basi jihadharini roho zenu, msije mkatenda kwa hiana. Bwana Yesu asifiwe. Tena katika mambo ambayo Mungu anayachukia ni kuachana. Tunajua kwamba mwanadamu, sisi wanadamu huwa tunateleza, hasa katika swala la mahusiano. Wengi huwa wanaanza wenyewe hawaanzi na Mungu. Hilo hilo ni jambo ambalo limekwisha kuwakumba wengi sana. Mtu anaingia kwenye mahusiano pasipo kumuuliza Mungu, kwa hiyo unakuta moja kwa moja anakuwa ameenda katika mwili katika mwili, mahusiano yanaenda yanaenda yanaenda, mwisho wa siku, yamekaa muda mrefu, mahusiano yanakuja yanavunjika. Ina maana moja kwa moja mahusiano yanapovunjika, mmoja anagundulika sio mwaminifu, hivyo anaamua kutafuta chanzo. Wapo watu ambao walienda kwa waganga kwa ajili ya kuroga, kwa ajili ya kufanya vitu vya ajabu, lakini wapo wale watu ambao moja kwa moja walifika katika watumishi wa Mungu, wakaomba ushauri kwamba hapa imetokea kitu, nimejeruhiwa, nime roho. Mtumishi anasema nimejeruhiwa roho, nime roho. Ina maana roho inavuja damu, anahitaji msaada wa neno la Mungu na sio maneno yako. Bwana Yesu wasifiwe. Tena hivyo Wapo watu ambao moja kwa moja walipotezwa na wakarudi duniani, japo walikuwa ni watumishi, wakasema kama ndio ndoa zinakuwa hivi, basi mambo haya yanakuwa ni magumu. Ni kwa sababu gani? Walikosa ushauri ambao unaweza ukawajenga. Shetani ambacho anakiwinda katika familia, hawindi mke na mume tu, anawinda na wale watoto kwa sababu adui huwa anaona nyota, anaona nyota kwa wale watoto. Kwa angalia ni wakina nani ambao anaweza wakasimama na hawa watoto, anakuja anagundua moja kwa moja ni wazazi. Hivyo pia katika nyie wawili, moja kwa moja mnaweza mkatafutwa, kwa sababu katika wawili kuna nguvu, na ndio maana hata katika kuomba, mkiwa mnaomba wawili kuna nguvu. Akizofika mmoja, adui anapata chansi katika wawili. Hivyo Mwenyezi Mungu amekwisha kutoa amekwisha kutoa neno lake kwamba ameona watu wakiachana. Achana na nyie, watu ambao ni watumishi wa Mungu, msikimbilie sana kuenda kuomba ushauri katika mataifa. Ikiwa Mungu ndiye ambaye amewakutanisha basi linapotokea jambo, mtu anatokea kubadilika basi rudini kwa Mungu wa Israeli moja kwa moja, yeye anayo majibu. Ikiwa kuna mmoja ameacha njia, basi muulize Mungu, ni jambo gani ambalo nitakiwa kufanya? Mungu ni mwaminifu, katika Roho Mtakatifu yeye atakujibu. Na wewe mtumishi wa Mungu, ambaye ni wakili wa Mungu na mwakilisha Mungu, usikimbilie moja kwa moja kuachanisha ndoa, kwa sababu kuachanisha ndoa siyo kazi yako unaweza ukasema, naachanisha vipi? Ni kupitia maneno magumu, ni kupitia maneno magumu. Wapo watumishi ambao tayari walielezewa matatizo ya kifamilia, wakaanza kuwapenda wale watu ambao wanawaelezea matatizo, ina maana moja kwa moja wakaingia kwenye masuala ya uzinzi, moja kwa moja wakaingia kwenye, wakaungana moja kwa moja na adui. Bwana Yesu wasifiwe! Tena hivyo ni mambo ya kuwa makini katika dunia hii, kwamba Mwenyezi Mungu ameona dunia imekwisha kuharibika na watu hawatii neno lake. Watu wamegeukia pesa, watu wamegeukia tamaa, watu wamegeukia hukumu za mwili. Mtu analia, anatoa machozi, anahitaji msaada, lakini ni kipindi ambacho watu wanacheka, watu wanacheka hawajali kabisa machozi yake ni kipindi ambacho watu wanahukumu watu, kwamba haya yamemkuta kwa sababu yanastahili ya kumkuta mtu. Wanapopitia tatizo, watu wanafurahi, wanasema limemkuta, wengine wanasema ni laana za ukoo, wengine wanasema sio mtakatifu, sio mcha Mungu. Wewe mwanadamu, hauna mamlaka ya kunyosha kidole, kwa sababu na wewe ni mwanadamu. Yupo Roho Mungu achunguzae, na kila mwanadamu ana tatizo Laki, na kila mwanadamu ana changamoto zake, na pia kila mwanadamu ana jaribu lake. Hivyo ni jambo la kusimama na kumuuliza na kumuuliza Roho Mtakatifu kwa makini sana, kwa sababu ninyi watumishi wa Mungu ambao mna hukumu kimwili mtakuja kuhukumiwa siku